Tuelekee kaunti namba nne ambapo bunduki moja aina ya AK47 ikiwa na risasi tatu ilisalimishwa kwa wazee wa jamii ya Kiorma kwenye kamati ya usalama eneo la Bangale huko kaunti ya Tana River. Hatua hii imejiri, kwa kuzingatia makataa ya siku 60 ya kurejeshwa kwa silaha haramu zilizoko mikononi mwa watu wanaoishi katika kaunti hiyo. Bunduki hiyo ni ya kumi na mbili ambazo zimerejeshwa pamoja na risasi 28 kufikia sasa.

haikubaliki kwa serikali kufikia sasa. e, tumesipokea jumla ya bunduki kumi na mbili. Hivi leo tumeipokea bunduki aina ya AK47 ikiwa na risasi e, eh, tatu. Hii bunduki tumeiangalia, bado inafanya kazi, lakini nambari ya usajili haionekani. Tutakangana kama kuna vitu pangine vimebaki, tutafuta. Lakini tumeshukuru kwa government tupatiwe eh, usalama ya uhakika kwa sababu bado tunaogopa kuna uchuki inaendelea pale tula na pale mbele. Serikali inajua muda inaendelea kwenda, mibaki kama mwezi moja, kwa sababu watu wetu ni wafugaji na watu wa kuhamahama na hakuna mvua. Tunaomba hata serikali iongeze hiyo amnesty, kwa sababu kutafuta watu kupata ni kazi, kwa sababu ya kuhamahama na kuishi mbalimbali, tena kaunti namba 31 ambapo hudumu wabuda